Ya, unahangaika kwenda internet cafe na kulipa bukujero kuangalia matokeo ya dogo? Acha ushamba mwanangu. Hii smartphone mkononi mwako sio ya kupigia picha na kuingia TikTok tu. Leo nakufundisha jinsi ya kucheki matokeo ya darasa la nne SFNA hapa hapa kiganjani bure kabisa. Fanya hivi. Shika simu yako, fungua Google Chrome au browser yoyote unayotumia. Kwenye sehemu ya kusearch andika neno hili: necta.go.tz. Hakikisha umepatia spelling, usije ukaenda site za matapeli Ukishafunguka utaona website ya Taifa imekaa kimasomo. Usihangaike na menu za juu. Shuka chini kidogo, sehemu imeandikwa news au habari. Hapo ndipo utakutana na link mpya, imeandikwa matokeo ya upimaji wa kitaifa darasa la 4 2025. Bofia hapo chapo. Itakupeleka kwenye orodha ya mikoa. Chagua mkoa wako, chagua wilaya, kisha tafuta jina la shule aliyosoma dogo. Ukifungua shule, majina yote yako hapo. Simple au sio? Ila sikia, Siku ya kwanza seva za nekta zinakuwa nzito kama ugali wa dona, kwa sababu kila mtu yuko huko. Ikizunguka sana au loading, usipanic. Kama unataka njia ya mkato, shortcut isiyosumbua na isiyo na traffic, ni imekuwekea direct link kwenye peji yetu. Achana na kuzunguka, ingia Facebook au Instagram, tafuta Wajanja Forum, link iko hapo tu. Unabonyeza mara moja tu, unayoona matokeo. Mtage rafiki yako mwenye mdogo wake darasa la nne au kuwe pesa ya kafee.